ado waziri, one is better? Uh, jina langu ni Mofat Mandela, waziri wa kilimo, kaunti ya Gatuzi la Kakamega. Leo hii tumekuja hapa uh, kufanya mkutano na wanahabari na washikadau katika hii hafla ya maonyesho ya kilimo ambayo huwa inafanyika hapa. Mkutano um, huu haswa utakuwa unaangazia uh, uh, yale maonyesho ambayo yalikuwepo hapo awali na kuweka mikakati ya kuimarisha maonyesho ambayo tutakuwa nayo mwaka huu kuanzia mwezi Juni uh, tarehe kumi na moja kufikia tarehe kumi na nne. Tumefanya mazungumzo vizuri na wanaendelea na mazungumzo wale washikadau, na tumekubaliana kwanza, ni lazima tuhakikishe kwamba tunashirikisha shule zote ambazo zipo katika eneo la gatuzi la Kakamega na pia vilevile vile, eh, magharibi nzima. Maonyesho ambayo hufanyika Kakamega sio maonyesho ya gatuzi la Kakamega pekee, ni maonyesho ambayo yanashirikisha ah, ah, mkoa wa magharibi kwa jumla. Kwa hivyo tumekubaliana kwamba Uh, wale uh, ambao tunahusika na mipango tutahakikisha kwamba shule zinapewa um, zinapewa nafasi ya kuweza kushiriki uh, kuleta wanafunzi washiriki katika maonyesho. Pia vilevile tume, tumeelewana kwamba sisi kama wizara ya kilimo gatuzi la Kakamega tutaweka mipango ya kuhakikisha kwamba tunaleta wakulima katika maonyesho haya, na tatu tumeelewana kwamba tutakaa tuweke mikakati ya kuimarisha mipangilio ambayo ilikuwepo hapo awali ikiwemo pia kuhakikisha kwamba tunaangazia makundi ya biashara zaidi, kampuni zaidi uh, ili waje wakuwe katika maonyesho na pia vilevile vile, iwapo itawezekana, wasaidie kuleta wakulima ambao ndio washikadau wakuu katika maonyesho hayo. Kwa hivyo hayo ndio tumezungumza, na wataendelea ku, wataendelea na mipango hiyo na kuhakikisha kwamba wanaimarisha wana, imarisha, wana leta njia za kuweza kuimarisha utekelezaji wa, wa, wa maonyesho ambayo tutakuwa nayo Juni, na tunataka tuhakikishie wananchi kwamba kwanza wanaalikwa wajitayarishe kuanzia e, Juni e, tarehe 11 kufikia tarehe 14 waje maonyesho. Maonyesho ni yao kuweza kuwaonyesha wale wakulima bora na mbinu ambazo wanatumia ili wao pia watumie mbinu hizo, ama wabuni mbinu bora kutokea kwa hayo matokeo, na pia vilevile vile, ni kuweza kuomba kwa kwamba wawaeleze pia wale wengine ambayo hawajapata matangazo haya kwamba maonyesho yetu yatakuwepo, waje washiriki na sisi. Kama wizara, tukishirikiana na branch ya, ya maonyesho ya hapa, tutashirikiana kuhakikisha kwamba tunaalika gatuzi zingine ikiwemo e, e, gatuzi la Bungoma, gatuzi la Kakamega, gatuzi la, la Busia, Vihiga na wale wote ambao ni majirani wetu waje katika maonyesho, manake kuna yale ambao wanaweza kuwa wanafanya vizuri kuliko gatuzi la Kakamega kwa hivyo tungependa maonyesho haya ya, wafani, ya wafaidi wakulima wa, wa, wa wetu kwa kuweza kuona mbinu bora za kufanya ukulima. okay, kidogo. Aa, nafikiri tetesi za aa, mbolea gushi zilianza mwaka uliopita aa, kutokana na mbolea ya serikali ya gatuzi la Kakamega. Nina furaha kwamba tuliweza kuchukua mbolea hiyo kupeleka katika maabara ya Kefis na kwa, tukapata ripoti ambayo inatuonyesha kwamba mbolea hiyo ilikuwa mbolea nzuri, ni teknolojia iliyotumika kuweza kuweka carriers katika hiyo mbolea ambayo ilikuwa tofauti na nina, ninajua kwamba eh, mwaka huu pia serikali ya ugatuzi ilichelewa kuleta mbolea, kwa sababu tulihakikisha kwamba lazima tupate ripoti ya maabara kwa mbolea kabla tutoe mbolea hiyo, na tumeanza kutoa mbolea bure kuanzia hapo jana kule Matungu na Butere. Ninajua pia kulikuwa na mbolea gushi ambayo ilipatwa kule Mumias East kule Shanda na sisi kama Wizara ya Kilimo tunaingia katika hiyo kesi kama marafiki, maanake kilimo kimegatuliwa, ni, ni, sasa ni kazi ya serikali ya gatuzi na ni kazi yetu kuhakikisha kwamba wakulima wetu hawatahadaiwa na mbolea ambayo ni gushi. Kwa hivyo tunawaomba uh, wakulima wetu wote wanunue mbolea katika kutoka kwa wale ambao wamepewa idhini ya kuuza mbolea na wale ambao wanatengeza hiyo mbolea. Kwa hivyo tunashirikiana na wao, tutaendelea kutoa mafunzo kwao, na tunaamini kwamba tunapoendelea, shida ya mbolea gushi tutaweza kukabiliana nayo. The agriculture department had a mechanization program which was started some years back with 15 tractors. As I got into the ministry I only found one working tractor.

And it is good that the the governor has seen it fit to put a youth in the Ministry of Agriculture. Okay, waziri, uh, mambo ya extension imekuwa na ulegevu katika wizara , uh, kwa muda mkubwa ambao wizara hii imekuwepo na ninapoangazia kubadilisha mwelekeo wa wizara mojawapo ya uh, yale mambo ambayo ya nitaangazia sana itakuwa mambo ya extension. Tunataka tuhakikishe kwamba maafisa wetu wanatembelea wakulima maafisa wetu wanatoa ushauri kwa wakulima, maafisa wetu wanaangalia mambo ya magonjwa ya mimea na mifugo kwa wakulima wetu, na hiyo itahitaji kwamba tuwe na maafisa wa kutosha. Lakini kabla tupate maafisa wa kutosha, ni lazima tuweke rasilimali katika, uh, katika kitengo hicho na tuhakikishe kwamba hawa maafisa wanawezeshwa kutembea, wapate pikipiki, wapate mafuta au wa, wawe na rasilimali za kuweza, kama nauli, kuweza kuwawezesha kwa hivyo hiyo ni mipango ambayo tumeweka katika wizara na naamini miezi michache kuanzia sasa wananchi wataweza kuona mabadiliko katika kitengo hicho. Utajibukeketaaojiana y moja kwa moja na wageni wetu kabisa wa pia ajenda ya siku tukua kwamba ni stakeholders and media breakfast meeting ambayo tutakuwa tunaelewa masuala mengi kuhusiana na Kakamega, ndo kaloga ya kimombo ni 2025 asante kabisa. Labda kwa haraka ni wajuze tu, manake mgeni mheshimiwa ambaye hapa na pia atakuwa anaongoza kwa muda mchache